Novena ya Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mtume Roho wako nasi, tutaumba upya, nawe utaifanya upya sura ya nchi. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Novena ya Roho Mtakatifu, siku ya kwanza. Roho Mtakatifu anatufariji. Yesu alipokuwa akiagana na mitume wake kabla ya kupaa mbinguni, aliwaambia wasiondoke Yerusalemu mpaka hapo watakapokuwa wamempokea Roho Mtakatifu. Aliwaambia, wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni, mtajawa nguvu Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika nchi yote ya Yuda na Samaria hata kwenye mipaka yote ya dunia. Waliendelea kusali pamoja toka hapo Yesu alipopaa mbinguni mpaka siku ya Pentekoste. Waliomba Roho Mtakatifu awashukie, awajaze mapaji yake na baada ya siku tisa Roho Mtakatifu aliwashukia hao kundi dogo, nao wakawa chanzo cha kanisa lililopata kuenea duniani kote. Siku hizo tisa za kusali zinaitwa novena, na kila mwaka wakati huu Wakristo, wakifuata mfano wa mitume, wanasali muda wa siku tisa kabla ya siku kuu ya Pentekoste, wanamuomba Roho Mtakatifu awashukie, awajaze nguvu na wingi wa mapaji yake. Wakati wa novena, tunayo mengi ya kuliombea kanisa na kujiombea sisi wenyewe. Kwa hiyo tumwombe Roho Mtakatifu atusaidie kusali vyema na kuomba yale tunayoyahitaji kwa maslahi yetu ya roho na mwili, na kama tume Paulo alivyowaambia wale wa Kristo wa kwanza, Roho Mtakatifu huja kutufariji katika udhaifu wetu. Basi tumwombe atufariji kwa sala hizi za novena, atuwezeshe kusali na kuomba inavyotupasa kusali hey taifa yes, lako na washe ndani yetu moto wa upendo wako. Tukuomba utusikie. Kijalie kanisa lako mapaji ya Roho wako Mtakatifu liweze kutekeleza vema utume wake wa kuhudumia watu wote hapa duniani. Tukuomba utusikie. Utujalie sisi kudumu katika novena hii mpaka mwisho, kama Maria na mitube walivyodumu pamoja wakisali kabla ya Pentekoste ile ya kwanza. E Bwana, twakuomba utusikie. Utujalie neema zote tunazohitaji ili tuweze kumshuhudia Kristu popote kwa mwenendo na matendo yetu ya kila siku, tukiongozwa na Roho Mtakatifu utusikie. Usijalie familia zote za Wakristo neema na nguvu za Roho Mtakatifu, tupate kuendelea pasipo kuchoka katika sala na katika matendo mema siku zote. Tuakuomba utusikie, Ewe Roho Mtakatifu, wajalie vijana wetu moyo wamaskili wapate kulijenga kanisa lako na kuweza kuwa wako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 Ee Mungu, ndiye Muumba wa vitu vyote, nakuomba utusikilize kwa wema sala zetu si taifa lako, utuongoze sote kuate siku zote utaratibu wa mapenzi yako, naye ya Roho Mtakatifu utegemeze mpaka mwisho wa novena hii. Mambo hayo kwa ndia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana